Maraba, unajisikiaje ma kuwapo hapa jamaa? Jama, unaitwa mwalimu nani? Haya, sante kutoka magu moja hiyo. Haya, hapa tuko hapa tukipata ubatizo asili, ubatizo asili, ubatizo wa asili hapa kuna mvua inatushukia, lakini hujue sio mvua, ni maji maporomoko yanayotoka kule. Basi tunaloana na kubatizwa ikiwa, eh? na mdogo wangu Masha leta, tunabatizwa hata ubatizo wa asili. Hata Zula amebatizwa ubatizo huu wa kweli. Naana pia amebatizwa ubatizo wa asili kabisa. Na mheshimiwa tuko naye hapa, aliyetuleta Uganda, na upindo wa mvua sijua